E, na watoto wake ndo haiko wapi? Ndo haiko wapi wapi? Ndoa yake waliachana? Na bwana waliachana? Eh, mlifanya nini wakaachana? Mlifanya nini? Ah, tuliingia bwanake kwa huduma yake. Mliingia bwanake kwa huduma yake? Alikuwa anamfaiti bwana yake eh, kwa huduma? Ana anafaiti huyu Hey. Akisema nini? Unaomba nini na unaimba nini? Eh. Hey. Hey. Akawacha kutumika. Eh. Hey. Sasa huyu hatumiki. Anatumika tu kidogo. Anatumika wapi? Ana... Anaenda Ana... kanisa? Eh. Hey. Anaenda wapi? Power in the Word Ministry, nyumbani huko. Na huko? Alibebwa na Holy Spirit akaletwa kwa Wanda. Eh. Hey. Akaletwa kwa Wanda. Eh, Wanda wapi? Hapa. Eh. Oh, hapa kwa Wanda. Eh. Akabebwa aje. Na Holy Spirit. Holy Spirit imubeba aje. Eh, akaletwa kaletwa tu kwa mlango akaambiwa kuja kwa Wanda kwa mpanga hapa. Akaletwa. Eh. Akaletwa aje. Kimi umjiza. Na Holy Spirit. Eh, kwa ndoto ama? Eh, kwa ndoto. Akaota. Akaona nini? Akaona amekuja hapa. Ah. Na roga nyingine mmemweka. Roga nyingine? Roho ya kuchanganyikiwa. Anachanganyikiwa. Na maisha. Eh? Anachanganyikiwa aje? Ah. Mmefunga kila kitu eh? Eh. Ndoa hakuna eh. Ah? Eh. Iko wapi ndoa yake? Na mzee ako wapi? Ako nyumbani? Ako nyumbani. Alimfukuza? Hapana. Eh. Huyo alitoka yeye mwenyewe eh. akaenda eh. Sasa nani mlifunga hiyo ndoa eh? Wachawi saba Wachawi saba. Ai saba, <coughs> <Hai>, saba. <coughs> mmeshikana uko nyumbani. Nani aliwapea ruhusa? Nani aliwapa ruhusa ya kumshika? Mamlaka ilitoka kuzimu. Kuzimu waje. Nani wa familia aliwapea uwezo? Nani wa familia aliwakaribisha? Mama mkwe. Mama mkwe. Mama mama ya kijana <coughs> aliendea wachawi saba. Saba mara moja ama kila wa, wakati wa tofauti. Tofauti. Akaenda kwa wakati tofauti. Kusudi lake lilikuwa gani? Amuondoe mkaza mwana. Eh? Amuondoe mkaza mwana. Aondoe huyu. Kwa nini anamuondoa? Ako na huduma ndani yake anawachoma. Anawachoma. Kwa hivyo wachawi saba wote mmemfunga. Hey. Wachawi saba. Hey. Umemfunga. Hey. Umefunga ndoa. Huduma. Huduma. Anang'ang'ana. Ana struggle. Hey. Na wanaume. Ha? Hapana. Hapana. Hey. Wanaume wanafanya nini naye? Eh? Ha? Ngeo, ongea haraka. Wanaume. Anapata wanaume lakini hausiki na wao. Hausiki nini? Akwengi na shughuli na wao? Analala na wao? Hapana. Anafanya nini na wao? Anafanyaga kuongea alafu yeye anajipea shughuli, alafu wanampea nini? Hakuna. Anakasirika, wanaachana. hey, lakini wanalala naye ndio waachane? Hapana. hey, hey. wanafanya nini anagasirikanga na wanaacha na anaenda kwa huduma yakehaya hey. Fungua kipawa basi, fungua kipawa, fungua kipawa na ndoa. Fungua nione. Eh? Hey! wachawi saba Fire. Fire. wachawi saba Fire! toka toka! Fire chomeka, chomeka haraka! Fire chomeke hapo, chomeka! Fire. Toka. toka haraka, wachawi saba Loose. The mighty name of Jesus Christ. Lush, out, Out, we out, wachawi saba. Out, seven witches. Out, lush. Mtafungua. Fungua araka fungua raka, fungua. Arakisha, arakisha arakisha, utoke utafungua, mtafungua. Apa, atakuwa kwa mfalme wa mbingu. Ataingia kwa mfalme wa kwa wa mbingu nani wetu Amta Ah? Ah, mtamwacha. Mtamwacha. Mtamwacha. Simshika mkono vizuri. Hapa ni kwa komanda, mtamwacha. Mtaacha yeye. Mtatoka. Eh, chomeka. Chomeka. Fire. Fire oluma. Fire. Chomeka. Fire, muacha. Fire, mwache. Utaenda. Ah? Utaenda. Eh. Ala kimbia mwende. Fungua ya mwende. Fungua ya mwende. Fungua dhuluma yake. Fungua kwa power. Anakisha. Alakisha, fungua uduma. Fire, fungua uduma. Fire, fungua. Chomeka, fire. The mighty name of Jesus Christ. Fire. Si mufungue? Ha? Utafungua? Ha? Fire, fungua. Fungua uduma. Fire, fungua uduma, wende. Fungua uduma na ndoa yake. Fungua, wende. Ha? Unafungua? Ha? Fungua haraka, fire. Fungua haraka. Out. Out in the name of Jesus. Out in the mighty name of Jesus. Loose. Come out. Na kungoa. Kimbia wenda kuzimu. Kimbia haraka. Kimbia. Piga nuru kienda. Lia ukienda. Lia ukienda. Faya lia ukienda. Lia ukienda. Wachawi saba. Shika neni. Shika neni mwende. Shika neni mwende. Shika neni mwende. Shika neni haraka mwende. Shika neni. Wachawi saba. Faya shika neni. Harakisha, harakisha. Wachawi wachawi saba, saba. Haraka. Eh, piga piga piga piga piga nduru nduru. Nduru nduru. Nduru nduru nduru, unaenda wapi? unaenda wapi? Kusibu. Kubwa sana. Kubwa sana. Lord. Chake nimefungua, huduma yake nimefungua, ndoa yake nimefungua, maisha yake nimemwondolea kung'ang'ana. Kuanzia leo katika jina la Yesu, using'ang'ane tena, uinuke. Kutumikia Mungu. Nimekutoa kwa hiyo madhabahu. In Jesus name. Nimekutenganisha na wachawi saba na uko uhuru. In Jesus name you are free. Amen. Simama tu, tu, tu, tu vizuri. Pole, nimekufungua, you are free. Bwana asifiwe. Majina unaitwa nani? Fungua mdomo, mfano kwa mdomo. Naitwa nani majina? Majina yako unaitwa nani? Naitwa Jacqueline. Ha? Naitwa Jacqueline. Jacqueline. Mhm. Unaimbanga? Eh. Hey. What happened ukaacha kuimba? Hata siwezi elezea. Nafanyanga kuandika nyimbo kwa kitabu, alinifukuza akiniambia hizo mahuduma zangu niende nikafanyie na huko. Sauna struggle tu. Father Jesus name, Ona huruma kwa huyu dada, mrejeshee kipawa huduma yake na umlipe hiyo miaka amepoteza. Ndoa yake isimame, rejesha ndoa yake Bwana, maana ni mwaminifu. Msimamishe, muondolee struggle, mtetee, na utetee watoto wake uchawi iliyoinuliwa kinyume chake isiwe na nafasi tena kuanzia leo in Jesus name. You, you are free. Thank you mama, kuatilia ibada sawa, so, yeah. na kesha pia ziko